Watu wa nungu, niambie tunalokwenda kuliomba pia jengine, eh, kwamba kuna watu 82000 walitolewa kwenye daftari 2020 ishirini kinyume na utaratibu, sharia inavyosema ya uchaguzi, na utaratibu uliotumika kuwatoa sio sawa.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 nilikuwa katibu mkuu ambaye tume ya uchaguzi ilikuwa chini yangu, na mimi na mzee Abdrahmani Mwinyi Mbegu ndio tukaitwa kwa Mkapa kwenda kueleza uchaguzi wa barudio utafanyika lini, ni wa majimbo kumi na sita. Ndio tulioitwa, tuletwa ndege ya serikali, tukaitwa Dar es Salaam twende tukatoe taarifa, mimi na mzee Abdrahmani